Tuonekee kaunti nambari 5 ambapo kiwango cha maji katika ziwa Kenyatta huko Lamu kimepungua mno na kuhatarisha maisha ya binadamu pamoja na wanyama pori katika eneo hilo. Ziwa Kenyatta katika eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, ni ziwa ambalo limekuwa hatarini kukauka kutokana na shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika katika ziwa hili ikiwemo kilimo, ufugaji. Ni hali ambayo imesababisha serikali ya kaunti ya Lamu kuona kwamba siku ya maadhimisho ya mazingira katika taifa la Kenya iweze kuadhimishwa katika eneo hili la ziwa Kenyatta, kauli mbiu ikiwa kuokoa ziwa hili. Na mara hii tumekuja na mpango mzima wa kuhakikisha ya kwamba tumewahamasisha wananchi na washikadau wote kuhusu uhifadhi wa ziwa ziwa Lake Kenyatta. Tumetumia mfumo wa mbio ili tuweze kuhamasisha wananchi kupitia mbio, vijana wote wahusika, na kwa sababu hicho ndicho kizazi kinachokuja. Tusipowahusisha katika uhifadhi wa mazingira haya wao watakuja kukosa maji kama serikali ya kaunti eh, tukishirikiana na serikali kuu na pia wadau wengi eh, tumekuja na uh, uh, policy ya kuokoa uh, Lake Kenyatta. Kwa hivyo tukaonelea, na leo vile ni siku ya mazingira, na Lake Kenyatta ni uh, katika mazingira yetu muhimu, na hii yote ni kuweka uh, awareness kwa watu kuwa hii lake Uh, tusipoichunga uh, itapotea. Ni jukumu letu sisi wote, tunazidi kuhamasishana tuweze kutunza ziwa letu, na najua kwamba tukifanya hivi basi tutakuwa ziwa letu tutazitunza, na litaweza kukaa muda mrefu, halitaweza kunyauka tena kama lilivyofanyika muda uliopita. Na tungeomba serikali ya kaunti saini watuongezee structures ambazo ni eco friendly, kwa sababu tunaweza kuongeza structures na tumeona structures zingine ni za zinaharibu uh, environment yetu, lakini tunaomba kuwe na structures ambazo ziko eco friendly hapa ambapo tourism itainuka. Ziwa Kenyatta ndio chanzo kikuu cha maji kinachotegemewa katika eneo la Mpeketoni. Ni bosa, wadau mbalimbali Lamu, wakiongozwa na gavana wa Lamu, wamekuja na mikakati kabambe iliko na kwamba wanaliokoa wa ziwa Kenyatta, ambalo kila kukicha, shughuli za kilimo, shughuli mbalimbali zinaendelea kufanyika katika ziwa hili na kupelekea kiwango cha maji kuendelea kupungua, ikizingatiwa ndio ziwa linalotegemewa na wenyeji Mpeketoni. Rahma Rashid, runinga ya Citizen, Lamu. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Kirangi katika wan...